Mi sijawahi kuja hapa. Ujawahi kuja hapa? Kabisa. Kabisa kabisa. E. Ie. Basi labda mnafanana. Jana nilipoingia kuna mtu kaniambia hivyo hivyo. Kwamba mbona kuna mwenzao kaondoka sasa hivi? Eh, e, mimi nafanana. Yaani mimi nakuona kabisa we sio mgeni. Wewe <laughs> unaniambia ndio umekuja mara ya kwanza? Hapana. Mimi jana ndio nimekuja. Ujawahi kuja hapa? Sijawahi. Kabisa. Mhm. Mm, Haya, hmm. Ha, sijui tutaangalia maana kuna wengine waliwahi kutudanganya, sijawahi kuja. Tulivyokuja kuangalia kwenye data zetu, tukakuta yupo, picha zake zipo, namba za simu zipo, kwa bosi tulikuwa tumempeleka. Eh, na tena aliondoka kule kwa wizi, alafu akawa anajaribu kutudanganya, tukamkamata tena. Huyo tulimkamata, nikamrekodi hapo hapo, namuza wewe, si ulikuwa kwa bosi? Ah, siyo, nini nini, watu walionaga hiyo. Lakini sijui wewe kama ndio mara ya kwanza, tutacheki cheki kwenye data mm. zetu, lakini unasema wewe ni mara ya kwanza eh? mimi ni mara ya kwanza na confidence mm. zote kabisa na zote sawa. Dada Justina karibu. Asante. Umetokea wapi? Mimi nimetokea Kigamboni lakini mm -hmm. nimezaliwa Geita. Geita mm. o okay. Kigamboni ulikuwa kwa nani? Nilikuwa nafanya kazi, kazi hizi hizi za ndani. Sasa kwani umetoka kaja kwetu? Kwa sababu niliona mtandaoni tangazo lenu nikaona mshahara ni mkubwa kule. uh -huh. ulikuwa unalipwa shilingi ngapi? nilikuwa nilipwa laki mbili e. e. <laughs> nilipo Kigamboni laki mbili, maana maana nilitoka kwenye kampuni nyingine. uh -huh. kwenye hiyo kampuni mshahara wa mwisho ni laki moja. uh -huh. nimekaa na yule mama toka mtoto wake wa kwanza na ana miezi saba. uh -huh nikamlea mpaka akabeba ujauzito mwingine mm -hmm. kajifungua. mm -hmm. nimemlea pia huyo mpaka huyo mdogo naye katimsha miaka mitatu na Mine? Mm -hmm. do, mwingine na miaka minne, ndo alivyozoea huyo mwingine. Akaniuliza, "Kwanza nikuongezee mwingine mdada mwingine." Kamwambia, hapana tutakuwa tunabishana hapa, naweza mimi ndo mm -hmm. akaniongezea mshahara kwao ikatoka laki moja kwenda laki mbili mm. na kazi zote ukawa unazimudu e. mm. Okay. Sasa ikawaje? Sasa kwenye laki mbili ukaondoka kwa sababu mm. <laughs> malengo yangu mimi yaani, nilivyoona kwenye mtandao nikaona mshahara hapa ni mkubwa. upi sasa, hapa tuna laki na nusu mm. tuna laki tatu, tuna laki tano. kwa hiyo upi mkubwa uliokuvutia ni mimi ni, mimi nilivyokuja hapa nikasema nikamwambia Mungu, kama nikipata laki tatu sawa, laki tatu mm. Ukamwambia nani? Nikamwambia Mungu, Mungu, Mungu maana <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hey, checki kwanza hmm, <laughs> kama ikiwezekana basi <laughs> kwenye laki tatu E, ni e, nipan, Mungu e, nipan, kwa ile <laughs> ukamwambia Mungu anapandisha watu viwango, <laughs> anapandisha watu viwango. <laughs> e, e. <laughs> Mtu ongee vizuri, Mungu ndo anayepandisha watu viwango e, e. Lakini hawa watu na wao si wana sehemu yao ambayo wanatakiwa kuwajibika kwamba sifa za dada ambaye analipwa laki tatu unazijua dada ili alipo laki tatu hapa kwetu anatakiwa awe na sifa gani? Sasa nilipoipata hiyo tangazo, sikuwa nimeanili ni yani niko nime, kwa umeangalia kwamba niko nimeangalia tu na nili umeangalia kwamba huyu, ili upate laki tatu unatakiwa kuwa na sifa gani? Hmm. Sasa hiyo nayo Mungu naye ndo atakuangalizia <laughs> eh <laughs> Mi nilipofika hapa nikaimani kama nikipata ni, kama nikipata huu mwaka wa kwanza nikatumikia vizuri, nina imani mm. mm. nitapandishwa kutoka laki na nusu kuja, yeah. laki tatu. yeah. e, hapo angalau ume, sasa umenyoosha nyoosha kidogo sio mbaya. Kuna wadada kweli wameanzia kwetu, walianza na laki, sasa hivi mpaka wametoka kulipwa laki nne, laki tano na walianza na laki hiyo. Ni sawa kabisa kwamba ule muda wewe unaonyesha uwezo wako Inawezekana yes, mm. Tusione vige, tusivione hivyo viwango, lakini utakapokuwa kazini eh, kwa muda fulani tukaona kwembe, kwamba kweli huyu dada uwezo wake ni huu mm. Kwa hiyo nataka niweke vizuri, tusipende kumsingizia Mungu. Mungu alitupa <laughs> ametupa akili sawa, ndomaana tunaenda shule kusoma na shule ziko mbalimbali mbali. Kuna za ujuzi, kuna shule za mapishi, kuna shule za malezi ya watoto, maana hizi kazi tunadili na maeneo makubwa matatu: malezi ya watoto, maswala ya mapishi na maswala ya usafi mm. E, usafi inaitwa housekeeping e, malezi ya watoto e, ni hiyo maswala yote ya child care na mambo ya cooking mm. maswala ya mapishi kuna shule zinafundisha ili kukuza nini, kuongeza Ujuzi wako. Okay. Kwa hiyo usije ukakaa hivi ukasema e, imani yangu Mungu atafanyaje? Ah ah, Mungu ameshakupa wewe akili ambazo unatakiwa kuzitumia ili uweze kuongeza kupandisha uwezo wako. Na muda kwa sababu awareness ni jambo moja. Hata hapa sisi mnakaa kwenye training, ile training haiwezi siku hiyo hiyo, muda ule ule mliofanyiwa training ukageuka ukawa mtu wa kiwango cha juu. You need time. Kwamba yale unayoelekezwa je, unaweza kwenda nayo bila ku eh, unasema sifa ya traditional dada, ni kuelekezwa kila dakika jambo lile lile. Sasa we unaweza kweli ukasema yani, umepita kwenye training, sasa we mwenyewe ukajiwekea mipango na mipangilio yako kwamba labda hata nitakuwa na diary ya kuandika ratiba zangu zote. Sitaki bosi wangu arudie kunielekeza kitu nimeshaelewa, vitu anavyovitaka na hata vile ambavyo mimi mwenyewe nitajiongeza, naandika kabisa au nanunua kabisa, aidha ni kitabu ni mwongozo. Maana sisi hapa tuna mtaala wetu ule, tulisema pia tunauuza, maana hayo ni maarifa ambayo tunawapa watu, lakini you need time, unahitaji muda, tunaelewana eh. mm -hmm. Eh hey, kwao umesema vizuri sana, na hiyo pointi nataka nikazie. Wadada ambao wanama, wanatamani kupata mishahara mikubwa, lazima ujipe kitu kinachoitwa muda muda huo wewe uonyeshe ujuzi wako uonyeshe uwezo wako. Bosi atakulipa vizuri. Na kwa jinsi ulivyoongea, ulivoongea, mi nataka niamini, nilikuwa natilia mashaka kidogo kwamba ulienda sehemu ukapatishwa mshahara mpaka laki mbili. Wengine wanaongeaga hapa kwa sababu wanajua sisi tuna mishahara mikubwa. Kwao, wanajipigia promo kia aina. Lakini umeongea vizuri, ambayo unanishawishi kuamini kwa kwamba ulivyokaa na bosi wako ukamsaidia malezi vizuri, tena akaongeza mtoto na ukamwambia mi natosha Yani, kwa bosi kweli mwenye busara lazima akuongeze ela, kwa sababu anaona majukumu yameongezeka toka mtoto mmoja, mtoto wa pili, na bado yote unamudu. Maana angeleta dada wa pili singebidi awalipe wote, ehe. Lakini anaona ngoja huyu dada basi hela, badala ya kuongeza wengine, yeye mwenyewe medhali amesema anaweza, wacha nimpe E, mshahara. Yani ulitumia busara hekima, na yule bosi wako akawa ni mtu mwenye hofu ya Mungu, ni mtu apaye kweli, na yeye amenyooka, hakutaka kukuwekea ule mzigo bila kuongezea chochote. Kwa hilo Dada Justina nakupongeza, na naamini kabisa nakuona ukiwa unakuja kulipwa hela nyingi, sijajua kiasi gani <laughs> yeah, lakini nakuona kama utafanyia kazi ulioyasema utalipwa vizuri. Kwa hiyo, cha muhimu tu, Mungu ana sehemu yake, mm-hmm. na wewe amekupa sehemu yako, usije ukasema nitakuwa professional dada, kwa sababu tu naamini itakuwa bahati yangu, Mungu atafanya muujiza. Hapana, iko miujiza ya Mungu, lakini kuna vile ambavyo sisi wenyewe katuachia uwezo wetu wakufanyaje wa kuvifanyia kazi, sawa eh? Ndiyo. E, kwa hiyo karibu sana. Asante. Eh. Haya, kwa hiyo malengo yako sasa ukishakuwa unalipwa hizo laki tatu, tatu. Maana tuseme utaanza na laki na nusu, baadaye utatushawishi tukupe smart eh, una malengo gani kwa sasa? kwa sababu nina pesa ambayo nilioikusanya ni kwenda kununua viwanja kwa ah. Acha wewe wadada, na kununua viwanja na, kunu, na kujenga. Alafu kuna watu huko wanasema kazi za ndani hazilipi, kazi za ndani watu wanajenga na kazi za ndani Yaani na nafurahi sana sana sana nikiongeaga niki hapa na wadada wamewapita mbali sana watu ambao wengine wana biashara, watu wengine ambao wanajifanyia wanaona wana kazi za hela nyingi, si ndio? Lakini wadada wa kazi wana malengo yao na hizi hizi hela ambazo watu wanazipuuza, wanazidharau, huwa wanazifanyia vitu vikubwa sana. Kwa hiyo nakupongeza sana. Kwa hiyo hela yako uliokusanya unanunua kiwanja. Baada ya hapo huku Wadada Center nikuweka matofali. Ndiyo ukimaliza ujenzi <laughs> mtaji hey. No, sasa dada no, no, ndio wanaendaga hivo hey, wanaenda kama vice versa, wanajenga kwanza, nunua kiwanja, anajenga afu ndo anapata mtaji. Ngawaje washauri wa, wa, wa biashara wanasema anza na biashara, biashara itakupa hela nyingi, utajenga. Hapana hey. Nita kuanza hivo. uh -huh. Mam, mama yangu mlezi, uh -huh. mi, mam, ma, m, sina mama kuu, mamangu mlezi akaniambia kwamba uh -huh. Sasa hivi huwezi uh -huh. ukananilii huwezi ukapanga Yani uwezi ukapanga ukategemea biashara na biashara, sivyo haziendi vizuri kwao. mm -hmm. Sivyo, jenga kwanza nyumba ndo. mm -hmm. Nikaanza kutafuta nanili nani kuweka pesa ili niweze kununua kiwanja. mm -hmm. Nilinunua sema hivyo yani, nikawa nimepata ambavyo vimeuzwa mara mbili. mm -hmm. Ikabidi ni, ni tu nianze upya. Okay, okay, sawa mama. Mama mlezi ushauri, uh, wa mama mlezi ni sawa, kila mtu anavyoona lakini uh, someni pia vitabu vya maarifa ya biashara. sawa sawa, mm. Jamani mm, e, ili tufanikiwe lazima tusome. Kuna waandishi wameandika vitabu vizuri vya kutufundisha kuhusu biashara. Unajua, wengi tunakuja kufanya hizi kazi za ndani, kwanza elimu zetu ni ndogo sanasana, tulishia la saba, form four. E, siku hizi watakuja na wavyuo, lakini elimu ya biashara haifundishwi mara nyingi darasani. Kwa hiyo jitahidi sana kutafuta wataalamu ambao wamefanikiwa kwenye biashara wakatuandikia vitabu, tusome vile vitabu, vitatusaidia na sisi kuendelea kukuza upeo wetu, jinsi ya kuweza kufanya biashara na vipaumbele pia vya kujenga kufanya biashara ya kwa hiyo. Sawa, mama amekupa ushauri, lakini na wewe mwenyewe pia wewe unajiongezea, ndio, najua narifu. lakini kwa yani, mpaka nikamuelewa, kwa sababu unajua unapokaa mnanilii mtaani, ukiona unategemea biashara, unafanya biashara na wakati mwingine inaenda vibaya. Mama akasema kwamba watoto wengi sasa hivi wanaharibikiwa, unajikuta umeanza mambo mengine tofauti na hiyo biashara yako. Ni bora uanze ya kujenga kwanza nyumbani kwako, kuliko biashara gani tena utaharibikiwa na nini? Kwa mfano, uh -huh. mtu amepanga, ame uh -huh. na huko kwenye biashara amepanga uh -huh. na biashara isipoenda vizuri uh -huh. atahitajika tu, ataanza kujishauri uh -huh. Nipate wapi pesa ya nani ya kulipa kodi ya kulala na huko kwenye biashara? mm -hmm. ni lazima tu ataingia kwenye vishawishi ambavyo, mm -hmm. sema tu vizuri, atadanga au sio? <laughs> <laughs> <laughs> eh? <laughs> atadanga ili alipe kodi eh? si bora urudi wadada senta ukafanye kazi sasa, unaenda kafanye kazi kuliko kudanga eh? ni kweli pia, mama amesema vizuri kwamba kama hujaweka mipango vizuri, na hata sasa sikuna watu wameajiriwa huko analipwa laki laki na ishirini laki na nusu, amepanga hiyo hiyo hela alipe kodi hiyo hiyo nauli, yale ni uongo, lazima ataingia kwenye hivyo vitu. Lakini aa, kwetu sisi kwenye huu mradi tunasema kwanza, huna sababu ya kukimbizana kwenda kukimbilia kupanga. Kwanza tengeneza pesa yako, kwa sababu hapa mnapata mishahara mizuri, ela unayo sevu. Mdada wa kazi kuna mfanyabiashara ambaye ana hizo biashara zake ndogo ndogo au kaajiriwa, hawezi kusevu hiyo hela. Kwa sababu wewe unakula unalala kwa bosi wako, mwisho wa mwezi unapokea laki na nusu. Kuna mtu hawezi kusevu laki na nusu, na analipwa na labda laki tatu, na au laki tano, lakini laki na nusu hawezi kusevu. Sasa wewe ukisevu vizuri miaka miwili mwaka, mwaka, mwaka, mitatu, unakuwa na mtaji mzuri wa kuingia kwenye biashara. Naelewa eh. Mm-hmm. Swala linakuja pale tamaa ya kutaka kupanga, huna kazi au una kikazi ambacho bado kimshahara ki, ki, chake ni kidogo. Hicho hicho unataka kugawanya kodi, kula, nauli na vitu vingine lazima utadanga. Siyo naelewa. Mm-hmm. Eh, kwaona nakubaliana na mama, lakini kuna kuna sio sio wote. Yaani unaweza ukapanga, kuna watu tunapanga na na tunaendesha biashara ambazo zinalipa kila kitu, zinalipa kodi, zinalipa bili zetu zote na hatudangi na maisha yanaenda, umeelewa eh? Mm. Kwa hiyo inategemea na biashara gani unafanya. Mm. Mm. Kifanya hivi biashara ya kuuza karanga, umepanga hiyo hiyo ule hiyo ulipe kodi hiyo hiyo ulipe bili ulipe, ni lazima utafute spons. Lakini ukiwa na biashara ambayo imekaa kwenye namna ambavyo inaweza kuingiza hela fulani ambayo ni reasonable, maisha yanaenda sawa. Kwa hiyo angalia ni biashara gani unataka kuja. Shoga yangu amesema genge, sasa hapo ndio shughuli itakapoanzia. Genge litalipa kodi, sisemi wenye magenge alipi kodi, lakini genge hilo la levo gani e, sindio eh? levo gani? Kwa sababu una chansi wewe sasa hivi ya kutafuta kukusanya hela ya kuanzisha kabiashara ambako katakua kana mzunguko wa hela inayotosha kulipa kodi yako si ndio? na mahitaji yako ya, ya nani? Ndio maana naambia jamani, msome vitabu vya biashara, pia vipo siku hizi vingi, ili mwanze kujifunza namna biashara zinafanyikaje. Sawa, tusome vitabu tujifunze, hata kwenye mitandao. Watu wengi sasa hivi wamejitokeza, wanafundisha mambo ya biashara. Ongeza uwezo wako wa kufikiri kuhusu biashara, ili usije ukaanzisha kitu ambacho we mwenyewe, yani we mwenyewe kukusaidia kula ni shida. Ndio hayo aliyosema dada Justina hapo, utaanza kutafuta watu wa kukusaidia na watu wa okay. E, kusaidia gibure, si ndio eh? Akusaidii bure, atakusaidia lakini watakuja, watakuwekea hapo kamimba kidogo ambako baadaye atakutelekezamo, si ndio huo? <laughs> e, ndo ukweli. Haya jamani, mimi nawashukuru kwa kuja wadada senta, karibuni ehe, lakini hapa ni kazi kazi. Sawa ndugu zanguni, hapa hakuna kubembelezana eh, hakuna kubembeleza tu peane tu makavu live. Hamjaji hapa Wadada Center kwa sababu mnampenda Joyce Kiria au mnaipenda Wadada Center. Mmekuja kwa sababu mnajipenda, mna nyinyi, mnatafuta hela na mmesikia Wadada Center kuna angalau kaela kaliko changamka, si ndio? Hmm. Hata bosi hakupeleki nyumbani kwake kwa sababu anakupenda. Si ndio? Kuna bosi anakuja hapa kwa sababu sijui nimemwona dada Frugensia, basi nimempenda sana <laughs> eh, ngoja nije niishi naye nyumbani yupo hapa atakupenda pale utakapokuwa unafanya mambo yake vizuri ukafanya kazi zake vizuri ukaugusa moyo wake a utakuwa shoga yake. Ndio yale yaliyomkuta dada nani Justina yatakukuta. Alikuwa laki akapelekwa laki mbili. Unafikiri kwa nini? Alimgusa moyo yule bosi, alikaa na mtoto wake akamlea, kaleta mtoto wa pili, huyu dada akazidi kuonyesha hali ya ukakamavu kwamba mi, usiniongeze dada wewe, mimi mwenyewe napiga hii kazi. Kwa nini bosi asiongeze hela? Tuko pamoja jamani. Eh? Kwa hiyo, hmm, siri ya mafanikio iko hapo. Hakuna anayekupenda, mtu anapenda mchango wako. Mmekuja hapa kwa sababu tuna mchango mkubwa tunaofanya kwenye hii sekta ya kazi za ndani. Tunawatengenezea mifumo mizuri, mnapata maslahi mazuri, mnalindwa vizuri na taratibu na sheria zetu, ndiyo maana tuko hapa. Lakini na mabosi tujue, hawatupeleki majumbani kwako kwa, kwa sababu wanatupenda. Wanataka tukafanye kazi, basi tukafanye. Tuache longolongo, tuache kona kona. Si bosi ana nguvu, si ana a a fanya kazi zake vizuri uone kama hata kupenda. Haya jamani, mimi nimemaliza. Eh, karibuni sana. Message sent and delivered, si ndio? Eh, sasa uamue kama bado utataka kwenda kazini au, maana hapa sisi ni mwendo ni mdundo ndugu yangu. Hapa ni kazi na utu. <laughs> Sawa? Hey, kazi na utu tunasonga mbele. Hapa ni kazi. Sawa eh? Ndio. Haya.